Ni wiki iliyopita ambapo zaidi ya pembe mia tatu za ndovu zilinaswa katika eneo la Chuda mjini Mombasa zikiwa zimefichwa kwenye bahari moja, huku washukiwa wawili wakifikishwa mahakamani na kushtakiwa. Hii leo polisi huko Mombasa wamenasa makontena mawili yanayokisiwa ndiyo yaliyotumiwa kusafirisha pembe hizo za ndovu. Polisi wakitumia mbwa wa kunusa walifanya msako uliopelekea kunaswa kwa makontena haya katika kituo kimoja cha mafuta ambayo ndani mulikuwa na mbegu za pamba zilizopakiwa tofauti. Mbunge wa Mvita, Abdul Samad Nasrin, alitaka washukiwa halisi wa biashara hii haramu kutiwa mbaroni. Jamaa mbay amba hiyo hiyo mali ni yake ashikwe, atiwe ndani kwa sababu That that that is is that is a charge that is even beyond treason. you are killing us. Polisi wameomba yote aliye na habari muhimu kuhusu ulaghai huu kujitokeza na kusaidia polisi katika uchunguzi. If you have got a very concrete allegation please come forward and we are going to do our best. If they are linked to to whatever in the commission of this uh, offense we are going to arrest inasadikiwa kwamba makonteina hayo ndiyo yaliyotumiwa kuingiza pembe za ndovu zilizonaswa wiki iliyopita. Mudasi ya Muhambe, Citizen Nipashe.